Katika video iliyopita niliweza kuonyesha namna ya kuweza kuangalia matokeo ya darasa la saba pindi yatakapotoka, lakini kuna watu hawakuweza kuelewa na bado waliendelea kunitumia message, namna gani wanaweza kuyapata matokeo ya darasa la saba pale yatakapotoka. Njia pekee ya, peke ya kuweza kupata matokeo haya yatakapotoka ni wewe kuingia katika simu yako au katika kompyuta yako. Ingia katika Chrome au katika browser yote unaotumia katika simu yako au Google. Baada ya pale, utaandika neno NECTA. Ukishaandika itafunguka website hii ya kwanza, kama jinsi unavyoona hapa. Kwa unachotakiwa kufanya, bonyeza katika sehemu hii au website hiyo ya NECTA. Itafunguka namna hii, na hii ni official website ya NECTA The National Examination Council of Tanzania. Hii ni official website ya NECTA, kwa hiyo taarifa zote pamoja na majibu au matokeo ya mitihani yote yanayofanyika Tanzania, mitihani ya kitaifa yatapatikana katika website hii tu. Matokeo utakayoyapata sehemu nyingine sio matokeo sahihi. Matokeo sahihi utaweza kuyapata katika website hii utakapoingia, matokeo yakitoka katika sehemu hii ya event au news. Hapa kwenye sehemu hii ya news utaweza kuona tangazo la matokeo kama jinsi unavyoona. Tangazo la mwisho ilikuwa imetolewa tarehe saba mwezi wa kumi, ambalo <coughs> ni tangazo la wiki ya huduma kwa wateja kwa hiyo matokeo atakapotoka tangazo hilo la matokeo utaweza kuipata hapa, lakini kama sio hapa, utabonyeza hivi vidoti vitatu hapa juu. Baada ya pale, utakuja sehemu ya result. Sehemu hii ya result, matokeo kama unayotafuta ni ya darasa la saba, utakuja katika sehemu hii ya PSLE, utabonyeza katika sehemu hii ya PSLE Itaweza kufunguka. Ikifunguka hapa, utaweza kuona 2025 hapo utaweza kuona 2025 na linki yake, linki ya result utaweza kuona hapa. Kwa hiyo hapo utaona mwaka utabadilika mwaka, 2025 utaweza kuona hapa juu, na sehemu hii utapata linki ya kuweza kuona matokeo. Kwa hiyo unachotakiwa sasa wewe kufanya ni kuigusa ile linki pale na kuweza kuifungua. Baada ya kuifungua linki hiyo, utaweza kuona mikoa yote ambayo yapo Tanzania utaweza kuona mikoa yako hapa, then utachagua mkoa ambao unataka kuona matokeo yake utachagua mkoa labda, let's say Morogoro. Ukishafungua Morogoro, pia utaweza kuona wilaya zilizopo katika mkoa wa Morogoro kama Gairo, Malinyi, Morogoro MC, Ifakara TC, Mlimba, Mvomero, Kilosa, Morogoro na Ulanga. Hapo utaweza kuona wilaya zote. Kwa hiyo sasa utachagua wilaya yako ambayo wewe upo na unataka kuona matokeo ya shule ambayo unataka kuona, kama ni wilaya labda ya Kilosa utafungua katika wilaya hiyo ya Morogoro mjini. Baada ya kufungua jiji la halmashauri ya Morogoro, utaweza kuona shule ambazo zipo katika wilaya hiyo. Kwa hiyo sehemu hii sasa ya shule hapa ndipo utakapochagua A shule ambayo unataka kuona matokeo yake. Utachagua shule yako ambayo unataka kuona matokeo yake, labda tuseme ni Kasanga Primary School. Utaifungua hii Kasanga Primary School na utaweza kuona matokeo yake kama jinsi yanavyoonekana, lakini haya ni matokeo ya mwaka 2024. Matokeo ya mwaka 2025 bado hayajatoka, ila yapo karibu kutoka, yapo karibu kutoka, yatatoka muda wote kuanzia sasa. Kwa matokeo haya yatakapotoka, hii ni njia ambayo wewe mzazi au mwanafunzi unapaswa kufuata ili kuweza kuyapata matokeo haya. Kwa, kwao kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli ya FEABOY bonyeza neno subscribe, like video hii share video hii na wengine wengi zaidi, ili uweze kuwa wa kwanza kupata matokeo yatakapotoka. Asanteni na karibuni.